Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 mkoa wa Kusini Pemba. Katika sekta ya miundombinu, Chama cha Mapinduzi CCM kupitia Ilani yake ya mwaka 2025-2030 kimeahidi kuendelea na miradi ya kuweka miundombinu ya mafuta kwa vyombo vya usafiri wa baharini katika Bandari ya Mkoani. Kufanyia ukarabati na kuibadilisha matumizi yake katika bandari ya abiria kuwa bandari ya mizigo na makontena, kufanya ukarabati mkubwa bandari ya Wesha itakayoendelea kutoa huduma za mafuta na gesi pamoja na kurekebisha eneo maalum la bandari kwa ajili ya majahazi, kuweka taa za kuongozea gari kwenye makutano kumi ya barabara Machomane, Chanjani, njia ya uwanja wa ndege na meli tano kukamilisha ujenzi wa nyumba mpya za makazi katika maeneo ya Mfikiwa Pemba kwa ajili ya wananchi wa kipato cha chini na kati. Aidha, kujenga barabara ya Mkoani hadi Chake Chake yenye urefu wa kilomita 43.5 pamoja na kuweka taa za barabarani katika maeneo yote hayo ikiwemo barabara za ndani. Kuimarisha miundombinu ya uvuvi kwa kujenga madiko na masoko makubwa mawili Mkoani na kuanzisha kituo cha uwezeshaji wananchi kiuchumi. Kukamilika kwa yote haya kutaleta kukua kwa uchumi na kuimarika kwa biashara pamoja na usafirishaji kupitia bandari za kisasa. Kuongezeka kwa nafasi za ajira kutokana na uwekezaji na shughuli za bandari na madiko, kuchangia katika malengo ya maendeleo ya miji yenye mpangilio bora, kuhamasisha nidhamu kwa madereva na watembea kwa miguu, aidha kuongeza fursa za ajira kupitia uwezeshaji wananchi kiuchumi. Oktoba tunatiki.